Halo, mambo vipi? Jamani, habari ya ya asubuhi, tumekucha. Kama unavyoona, kumekuwa na kabaridi kidogo, tukaona tuwawekee moto, na leo ndo wanapata chanjo ya kwanza ambayo ni chanjo ya nikesto. Ndo hapo hapo kupambana maji, wamekaa muda mrefu sana bila maji Jana maji walibaki naye kidogo tukawaacha naye kidogo hayayo, hatukutaka kuwaongezea, tulitaka tu yaishe usiku, alafu kiu uanze kuwasumbua, ili asubuhi tuweze kuwapatia maji wanywe sawasawa hii chanjo na, sasa tunawapa hii chanjo ambayo ni ya mkeso, chanjo ya kwanza jamani. Leo ni siku ya, ya nane, kumbuka kwa, kwa, kwa ukihesabu siku ambayo umewapokea leo ni siku ya nane, lakini siku ambayo wamelala kuamkia kwako, ukianza kuhesabu leo ndio siku ya saba. Kwa hiyo leo ndio wanapata chanjo ya kwanza, na kwa neema ya Mungu hatujapata kifata kimoja. Tunamshukuru sana Mungu, na wanaendelea vizuri sana. This is grace, ni neema kwa kweli, na tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Kuna baridi kidogo huko nje, tukaona ngoja tuwawekie na kamoto kidogo. Mi wanatumia moto wa magogo, tunaona vigogo vyangu hivi wanavikata tu vizuri, natumia badala ya kutumia bajeti ya mkaa kubwa. Kwa hiyo wanaendelea vizuri, kama ambavyo mnawaona wanakula, wanakunywa, mwisho wa siku hakuna kifo, na hatupati kifo atupati kifo kabisa. Tunamshukuru Mungu, tumesha sahau habari ya vifo vya vifaranga. Na kuna mtu kanipigia simu asubuhi kutoka Sumbawanga, ananieleza vifaranga wake wanakufa sana, yani wanakufa sana, na anasema mfuatiliaji sana wa video zangu. Mimi najiuliza wale wanaofuatilia video zangu vizuri, yani wale wafuatiliaji kindakindaki ambao ukimuuliza ameangalia video ngapi kwa ameangalia video ngapi kwenye chaneli yangu atakwambia yani zaidi hata ya hamsini na wengine wana download wanabaki nazo, wananitumia video, nimeangalia hii, nimeangalia hii imenisaidia nimeangalia hii imenisaidia. Unajiita mfuatiliaji mzuri alafu hujui chochote? Woni ni lugha za ulaghai, ni kumdanganya mtu sasa mimi pia ni mtu wa psychology. Ninafahamu unapoongea kitu na kuelewa vizuri sana na kudadavua vizuri sana na ninaelewa. Usijiite mfuatiliaji, piga simu eh, ongea shida yako. Kama kweli mfuatiliaji, uwezi ya kuniambia vifaranga leo vina wiki vinakufa sana. Vinakufaje? Vinakufaje? Yaani vifaranga vina... kama kweli unafuatilia na unaenda na dawa ambazo tunakubaliana hapa mahali, dawa zote zenye sulfa, antibiotiki zote zenye sulfa. Unaweza ukazitumia na zikakusaidia kusevu faranga wako. Sasa unapo unapokuwa unapiga simu usiseme uongo, sema ukweli ili usaidiwe. Sasa nasema naona anakunya kinyesi cha nani hii. Akaishia hapo. Naomba unisaidie. Sasa jamani mtu anakuambia kinyesi cha nani hii. Nani hii. Nani hii ndo nini sasa? Mimi nitaelewa nini? Hajasema hata kinyesi cha brown, kinyesi cha kijani, kinyesi cheupe. Ananiambia tu kinyesi cha nani hii. Namwambia sijakuelewa unachozungumza, yani sijakuelewa kabisa. Ananikatia simu. Just imagine umenipigia simu, unaniomba msaada, alafu unakuwa tu harsh. unanikatia simu <laughs> Hapo nani anaumia, mimi wewe? unakuwa tu umemdharau mtu, lakini haisumbui, hai ni kawaida, nishawazoea wafugaji, yani nishawazoea wafugaji. Wafugaji wengi wanafikiri ni rahisi tu kukaa chini na kuanza kum, kumsaidia mtu. My dear, <laughs> sio rahisi unavyofikiri na ukiona mtu amekuja kusaidia hapa, amejitoa kukusaidia, unatakiwa tu uwe muelewa. Sio kila mfugaji atakuelekeza, na ninakupa utaratibu wa kufanya, utaratibu wa kufuata. Unapopokea vifaranga, chukua dawa hii, chukua dawa hii, kuwa nazo ndani walee vifaranga wako kwa utaratibu huu, wape dawa hii siku kadhaa, wape dawa hii siku kadhaa well, Yaani hapa ndani kuna wafugaji wengi wamefanikiwa. Jamani mliofanikiwa, na ninajua ni maelfu wamefanikiwa. Nina subscribe na subscribers karibu elfu kumi na ngapi, elfu kumi na tano, sasa wengi sana wamefanikiwa, yani wengi sana wamefanikiwa kwa sababu wanasikiliza video kwa makini na wanachukua kile ambacho wana wanaelekezwa. Wana, lakini wewe kama unasikiliza tu video maneno mawili matatu video haijaisha ya una save bando. Alafu unategemea uchukue tu hapo namba umpigie mtu aanze kukufundisha. Sio shida kukufundisha kwenye simu na kufundisha, lakini utaratibu wangu lazima kwanza utume shilingi elfu kumi. Alafu ndo nianze kukuelekeza hicho unachotaka nikuelekeze, kwa sababu ninajua nimekuwekea video hapo, nimetumia pesa kuweka hapo. Mi siko Dar es Salaam kwamba video ukiupload tu mara moja imeshaenda pale. Mimi niko kijijini. Yaani bila video mara moja imeshaenda, itumia hata bando. Kwa hiyo watu lazima muelewe mazingira tuliopo, tuko mbali sana na minara, tuko mbali sana na minara ya mitandao. Kwa hiyo hapo kuwekea hiyo video natumia bando kubwa kuliko hata unaotumia kuangalia hiyo video dakika mbili si dakika moja si. Sasa utaki kusikiliza video hiyo mwanzo mwisho upate msaada, unataka nikufundishe kwenye simu. Unitumie elfu kumi, alafu tunafundishana bila vita, bila ugomvi. Yani unapofikiria kwamba sasa nampigia Kadala Anielekeze kitu. Tuma kabisa shilingi elfu kumi. Kadani nimetumia shilingi elfu kumi. Naomba msaada, unisaidie hiki na hiki na hiki. Nitakufundisha hapa nusu saa nzima nakufundisha. Sio unitumie hela? Eh, kwa sababu na mimi natumia muda. Nimekuwekea video hapo imetumia muda. Tena unataka nitumie muda wangu wa ziada kufundisha kwenye simu. No, you have to pay me. You have to pay me my dear. Lazima ujali mchango wangu, lazima ujali muda wangu, lazima ujali kila ambacho nakusaidia hapa. Mwingine anakuja kwenye comment section anatukana tu matusi, anatukana tu matusi. Mimi mwenyewe nina matusi kweli kweli. Nikiamua kukutukana na kukutukana wewe hata ukutazimia utazimia na kuzimia. Nikiamua kukutukana na kutukana mpaka utazimia, utazimia. Unaanzaje kuja kwenye, kwenye chaneli yangu afu unaanza kunitukana. Una, si, si, nini? Siyo nini? Si, nini? Unawashwa. Ni chaneli yako, chaneli yangu umetumwa. Siwezi kukuacha salama. Ukinitusi, nitakutusi kwa sababu hivyo ndio watu wanataka. Na unakuta mtu anakuja kutusi hata kuku hana, hata kuku mmoja hana. Nimefanikiwa sana kwenye ufugaji na wapo wengi sana nyuma yangu waliofanikiwa kupitia mimi. Wewe peke yako na matusi yako huwezi kunitoa hapa nilipo. Nitakutusi, nitakutusi mpaka ushangae. Oh, we mama, mtu mzima unatukana watu. Oho. Utu uzima ndio nini? Ujui utu uzima dawa na matusi? Hayo matusi ninayokurudishia wewe ndio dawa ambayo inatakiwa ikutibu kutoka ulikotoka unakuja unatukana matusi. Unajua comment wanasoma watu wengi, unakuja unanianika hapo na nitukana matusi, eti kisa nimezungumzia ifaranga wa kienyeji. Unajua ifaranga huyo mtu anaitwa Nkya, si Nkya gani? Si yule unajua uko kwa kienyeji wewe. Oo, maneno kibao, message ya kwanza matusi, message ya pili matusi, message ya tatu matusi. Ni kuangalie tu my dear, nitakurarua vile vile ulivyonilarua. Una adabu kabisa. Channel hii ni ya kwangu Ninachokifanya nimejituma hamna mtu amenilipa, wala hamna mtu ameniajiri. Ukiona kinakufaa chukua, ukiona kikufai acha na upite. Hivi mwanaume mzima na masuruali yako, unakuja unaanza kutukana watu ovyo ovyo mtandaoni. Are you serious? Are you mad? Siwezi kukuacha salama, ukinitusi nitakutusi. Ipo hivi, ukiona kitu akikufai pita kimya kimya. Kama unataka nishauri nishauri tu, wangapi wananishauri hapa, na nina wajibu kwenye komenti zao. We Nkya, ndo nani utoke ulikotoka uje unitukane meseji ya kwanza, unitukane meseji ya pili, unitukane meseji ya tatu? Umelogwa umetumwa? Kawaambie hunipati na sipo mnao. Ni shauri madamu siwajibu na ajibu kusudi wajue. Mwanaume mzima na masalawili yake matongo yamejaa kibao, unaanza kukaa hapo, unakuja kunitukana kwenye chaneli yangu. Are you serious? No Siwezi kukuacha nitakutusi vile vile ulivyonitusi, mwenda wazimu huyo. Hata subscribers mmoja huna, yaani huna subscriber hata mmoja. Uko busy hapa unatukana watu, unatukana watu. Unanijua kweli? Unanifahamu? Unanijua wewe? Unanifahamu mimi? Mpaka unafika unatukana mtandaoni, tena kwenye chaneli yangu, kwa kosa lipi nilolifanya? Kitu kama kama kitu unaona akikufah kuna watu wengi wanatoa elimu kuhusu elimu ya kuku hapa ndani, wengi sio mimi tu, wako wengi na wamenizidi hata uwezo wa kutoa hiyo elimu. Nenda huko, sio unatoka ulikotoka unakuja kuandika komenti ya matusi, watu wote wanasoma hapo, komenti ya matusi. Unanitusi kwa kosa lipi? Siwezi kukaa kimya, na sijui tu unakokaa. Ningekuwa nakaa karibu na wewe, ningekuja mpaka kwako kukuonyesha kwamba siko hivyo unavyofikiri, na sio mrahisi hivyo unavyofikiri. Uwezi ukaja tu hapa unatukana watu ovyo ovyo. Una shida na mimi nitafute nipigie simu namba siko hapo. Nipigie simu niambie mada moja, mbili, tatu. Kama nimekukosea nitakuomba msamaha. Unakuja kwenye chaneli yangu unatukana matusi. Message ya kwanza, yani kwenye video moja. Message ya kwanza nimekaa kimya. Umerudisha tena ya pili. Umerudisha tena ya tatu. The same person. <laughs> Kama umeoa, mke wako ana kazi. Mwanaume, unagubu wewe, kama umeoa, mke wako ana kazi. Usinizoee kabisa tena, usinizoee kabisa, nitakutrack, yaani nitakutrack. Usinifuate kabisa, yani siko hapa kwa ajili yako, niko hapa kwa ajili ya wale wachache wanaohitaji msaada wangu. Nkya, wewe ni nani? <tuhi> Una na bahati sana, nakuspea tu kwa sababu ya jamii, nakuspea kwa sababu ya jamii ningekutamkia mambo wewe mpaka ungeshangaa. Usije kamaona mtu yuko kimya ukafikiri ni mjinga ukamuokota ukampeleka wanavyotaka wewe, unamgeuza wanavyotaka wewe. Shut up your mouth. uko, uko, uko, uko, uko, dumelero, na huko huko ulikolelewa kama ndio umeelewa tu kutukana tukana watu mtandaoni huko huko. Sita nyamaza kimya, sita nyamaza kimya. I'm sorry my people, I had to say it, I had to say this kwa sababu watu wamezidi ni mengi na vumilia. Mengine huwa nayafuta tu Mengine nafuta. Alafu nakuta ni mtu huyo huyo huyo huyo utafikiri aliwahi kukutana na wewe ukamko kama out and face me. So una abuse watu you are coming here commenting, abusing people here up and down. Why? What is your problem? Come out and tell me madam I'm sorry. You have done this for me, to me I don't like this then I will, I will reply to you I will say sorry Instead of you coming to my comment section and abusing people here, why? Stop it. Stop your madness. I will not take it easy with you. Ndio nimesema sitachukulia poa kwa mtu yote akaye kuja na ujinga wake hapa. Ujisikie tembea ukitembea, pita hivi. Ujinga gani huo? Watu muelewe kwamba hii channel ni ya kwangu. Na hamna mtu nimemfunga minyororo kuja kwenye hii channel. Ya aikupendezi, pitiliza. Inakupendeza, chukua unachoona kinakufaa. Unanipigia simu unanikolomea kwenye simu, we unataka nikusaidie na hivyo staili umekuja nayo ha! siwezi kukusaidia hivyo, siwezi kusaidia hivyo. Kuja nikwambie elimu ni gharama, elimu ni gharama. Ukiona umewekewa hapo bure, shukuru tu Mungu, shukuru tu Mungu. So unakuja tu unaanza tu kulalua watu, kulalua watu. Kwani mimi nina moyo wajiwe kwamba nivumilie tu. Ha, wewe amna kitu kama hicho. I'm sorry. Kwa sababu mmekwazika. I'm sorry but I have to do this so that wapate meseji yao. Hapa tu ndipo pa kusemea. Hapa tu ndipo pa kuambia ukweli. Amna mahali pengine. Mm. Amna mahali pengine. Come out and face me. So una abuse watu who are coming here commenting, abusing people here up and down. Why? What is your problem? come out and tell me, madam, I'm sorry. you have done this for me to me. i dont like this then I will, I, will, will reply to you I will say sorry instead of you coming to my comment section and abusing people here. Why? Stop it. Stop it. your madness. i will not take it easy with you ndo nimesema sitachukuliaoatot akaa na ujinga wake hapa tembea ukitembea Pita hivi. Ujinga gani huo? Watu mwelewe kwamba hii channel ni ya kwangu. Na hamna mtu nimemfunga mnyororo kuja kwenye hii channel. Ya haikupendezi, pitiliza. Inakupendeza, chukua unachoona kinakufaa. Unanipigia simu, unanikolomea kwenye simu. Ha! We! Unataka nikusaidie na hivyo style umekuja nayo? Ha! Siwezi kukusaidia hivyo. Siwezi kukusaidia hivyo. Kuja nikwambie elimu ni gharama. Elimu ni gharama. Ukiona umewekewa hapo bure, shukuru tu Mungu. Shukuru tu Mungu. So unakuja tu unaanza tu kulalua watu, kulalua watu. Kwani mi na moyo wajiwe kwamba nivumilie tu? ha, we hamna kitu kama hicho. I'm sorry. Kwa mbao mmekwazika. I'm sorry but I have to do this so that wapate message yao. Haka tu ndo pa kusemea, haka tu ndo pa kuambia ukweli, hamna mahali pengine, hamna mm. mahali pengine.